vizuri mmepikika, mafundisho mmepokea, ujemedani mmepokea, roho zenu ziko safi. Ni mwaka wa jubilei, maujaji wa matumaini. Ni mwaka Ma wa jubilei, ujaji wa matumaini. Mpendwa papa wetu Leo wa kumi na nne, neno lake la kwanza, imani imeteteleka mnasemaje? Ni mwaka wa jubilei. Maujaji wa matumaini ni mwaka wa jubilei. Yote ni mfano wa kuigwa, alimpenda Maria siri akampitia, lakini na baba sasa hivi wanaagarishwa, mama familia isiyo na upendo, mafanikio ya kwenu ndoto. Ni mwaka wa jubilei, maujaji wa matumaini ni mwaka wa jubilei.

Upendo umepotea, tupata hapo wageni wenyeji, ukosa amani. hata awe mama akaka ni mwiko kulala pamoja familia isiyo bora. mafanikio kwao ni, uh, mafanikio kwao ni ndoto. Ni mwaka wa jubile maujaji wa matumaini, ni mwaka wa jubile. Papa ni kichwa cha familia lakini kamwa ukati mti. Shoka ni kali lakini kamwa alikati nywele. Kila mtu ni muhimu akikaa kwenye nafasi yake.

Yeremia sura ya kumi na nane aya ya kumi na tisa nayo inasema: niangalie, e Bwana, sikiliza sauti zanayoshindana nami.